Kwanza kabla kabisa hatujafika mbali, ngoja nikukumbushe kwamba kuna maaskari waliotajwa kwamba wanahusika na kumteka Mdude. Maaskari hao wanne eh, ilipelekea kwamba mpaka raia kusema wataenda kuwafanyia vurugu kwenye familia zao, wakati eh, jeshi la polisi likaja ikajitokeza na kusema ole wake kwa atakaye jaribu yeyote yule. Sasa hao maaskari wanne eh, ni huyu Shabani Chalo Mbwana Mkika Dula Mjeshi na Faki, hawa ndio wanaotajwa kuhusika kwa namna moja ama nyingine e, katika kupotea kwa Mdude. Sasa kuna taarifa nilishawahi kukupaga kuhusu e, kauli ya waziri Mchengelwa, waziri wa tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, akizungumzia kuhusu e, maalasio wote kwamba E, wafanye kila linalowezekana kwa ajili ya kulinda amani. So hebu isikilize kwanza hii sauti ya Mchengerwa, hebu msikilize kwanza hapa. Mchengerwa: ninyi viongozi mlioteuliwa na mheshimiwa rais, mkuu wa wilaya, dhibitini vitendo vyovyote viovu vyo, chukueni vyo vyo vyo hatua bila kujali nani analeta vitendo hivyo. <Yes> nadhani nimeeleweka vizuri. <Yes> hayo ndio maelekezo yangu. Hakuna kufanya mchezo kwenye swala la amani, hatutafanya mchezo, hatutakubali. Tunachukua hatua bila kujali ni nani anafanya jambo hilo ambaye yeye anadhani anaweza kutingisha kiberiti ajaribu na atakiona. Ata maelekezo yangu kwa wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kote nchini, imarisheni hali ya usalama katika mikoa yenu. Kila mmoja wenu amekabidhiwa mipaka ya maeneo yake, kila mmoja wenu, kwa wakuu wa wilaya, mmekabidhiwa mamlaka yenu katika mipaka ya maeneo yenu yule ambaye atashindwa kutatua changamoto na migo, migogoro ya chokochoko zinazoendelea choko, kwenye wilaya yake, huyo maana yake kazi imemshinda. Itakuwa ni wajibu wangu kumshauri Mheshimiwa Rais kumweka pembeni mara moja bila kusita, mara moja. Tunataka kila Mtanzania popote anapoishi aishi kwa amani, kwa sababu huu ndio msingi ambao Baba wa Taifa ametuachia. Sasa ni lugha imeeleweka vizuri. Kwa hiyo haya ni maelekezo yangu yaende nchi nzima, wakuu wa wilaya wote, mia moja na ngapi, thelathini na tisa hivi, wakuu wa wilaya 139 nchi nzima, dhibitini vitendo vyovyote, chokochoko, migogoro isiyofaa. Huu ni wakati wenu wa kuonyesha kwamba taifa hili linawategemea na rais wetu alipowapa nafasi hizi hakukosea hata kidogo. Kwa hiyo chukueni hatua, tengenezeni wananchi hawa waendelee kuwa na amani, waipende nchi yao waende wakalime, waende wakafanye kazi. Hasa hiyo sauti uloisikia ni ya Mchengelwa. Hasa kuna mtu ambaye eh, kavujisha siri na nitakusomea hapa kile ambacho alichokizungumza ndo kimepelekea watu mpaka kuweza eh, kuingia kwenye sintofahamu. Anasema eh, kwenye huu ujumbe wake kwamba kuna kitu nataka kukuambia kimoja tu, na haya ni maelekezo kutoka kwa wakuu wa mikoa eh, yenye majiji yote akaweka tena nukta. kwa rasio wote wameambiwa, kila rasio watengeneze kikundi chake ambacho sio cha polisi, ni wale migambo ambao huwa wanatumikaga kwa misheni za kukamata watu, kama lile genge lilokuwa likimkamata yule e, pale Kibamba hotelini. Sasa lengo e, la lile genge ni kuhakikisha hakuna anayepiga kelele kuhusu serikali mpaka uchaguzi uishe, na wakikuteka sasa hivi haurudi hivi umenielewa? Ngoja turudi, kuna kitu nataka nikuambie kitu kimoja tu. Haya ni maelekezo kutoka kwa wakuu wa mikoa e, yenye majiji yote. Kwa rasio wote wameambiwa, kila rasio watengeneze kikundi chake ambacho sio cha polisi, ni wale migambo ambao huwa wanatumikaga kwa mission za kukamata watu, kama lile genge lilokuwa likimkamata ule jamaa pale Kibamba hotelini sasa lengo la lile genge ni kuhakikisha hakuna anayepiga kelele kuhusu serikali hii mpaka uchaguzi uishe, na wakikuteka sasa hivi haurudi. Afu akamalizia na emoji ya moyo, yani eh, moyo umepasuka. Sasa eh, huyu kakumbushia lile tukio ambao lilionyesha watu ambao ni mgambo. Sasa mgambo wale bwana, walikuwa na silaha, walikuwa kwa full package, yani ukiwatazama walikusudia kufanya jambo sasa anasema hiyo ndo technique inayotumika na marasio guys hivi umesikiliza kwanza ile voice eh ambayo nimekuwekea yule ni waziri mchengelo akiweza kuelezea jambo eh, ama kutoa maagizo umeyasikia maagizo yake ama umesikia kila alichokizungumza okay uenda ulisikia vibaya ngoja tena nikuwekea alafu acha comment je yeah. unahisi kwenye hiyo mikoa ambao watu wanatekwa, je, ni kweli haya mambo yanatendeka kweli? Na watu ambao wanaitwa migambo, e, aka mapolisi au kuna mtu tu anachuki chuki na mwenzake? Yaani mimi na wewe tuchukiane, ni kuteke wewe mwenyewe utajua. <manyo>